Tarehe nane Machi duniani kote huazimishwa siku ya wanawake duniani ambapo kwa upande wa Chadema baraza la wanawake la chama hicho Bawacha iliandaa sherehe za wanawake katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam ambapo wanawake baadhi wa BAWACHA kutoka mikoa mbalimbali Tanzania walifika Dar es Salaam kushiriki kwenye sherehe hizo, lakini vile vile BAWACHA iliwaalika viongozi wakuu wa kitaifa wa chama hicho wakiwemo mwenyekiti Tundu Lissu, katibu na viongozi wengine mbalimbali mbali. Vilevile walialikwa pia viongozi wa staafu wa chama hicho kama wageni wa heshima, akiwemo Dr. Willibrod Slaa na wengineo. Katika sherehe hizo za wanawake wa Chadema, watu wengi walitamani kusikia kauli za mgeni rasmi Tundu Lissu, kusikia atakachosema katibu wa zamani Dr. Slaa ambaye ametoka magereza hivi majuzi, lakini wengi pia walitamani kuona, je, Freeman Mbowe atafika na kama atafika atapokelewa vipi na wanawake hao, na pia ataongea nini juu yanayoendelea nchini na kwenye chama hicho cha Chadema, kwani tangu Mbowe astaafu wenyekiti wa Chadema hajawahi onekana kwenye mambo ya chama wala popote akiongelea masuala ya siasa. Sasa mtazamaji wangu, kabla sijakupo ndani kwa taarifa hii, ni kukumbusha kwamba bado hujasubscribe, uweze kusubscribe hivi sasa, ili usionapitwa na taarifa zetu subscribe kwa kubonyeza maneno mekundu walopo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja alama ya kengele ibonyeza pia. Na kwa kufanya hivyo, taarifa na habari zetu zote zitakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu na kompyuta yako. Tukirudi kwenye taarifa, ni kwamba wanawake wa Bawacha walionekana kumpokea Mbowe kwa shangwe na bashasha kubwa. Yapo Freeman Mbowe kufika katika ukumbi ule wa Mlimani City, lakini wanawake hao wa Bawacha walimshangilia kwa nderemo baada ya kutajwa jina lake na kiongozi mmoja alikuwemo kwenye sherehe zile akimshukuru. Wakati Katibu Mkuu wa Bawacha Pamela Masai akitoa utambulisho wa meza kuu na wageni walikwa, alitoa nafasi kwa viongozi mbalimbali kuongea ambapo alipopewa nafasi ya kuongea Mligo aliwashukuru viongozi wakuu waliopita akiwemo Mbowe akisema ana mchango mkubwa katika chama hicho kikuu cha upinzani na wao kama wanawake wanamshukuru sana. Namnukuu, mheshimiwa mwenyekiti, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipomtambua mwenyekiti wetu wa zamani Freeman Mbowe, baba yetu, ndiye alitupa jeuri na ukuu huu, alisema Mligo. Ndipo ukumbi ukalipuka kwa shangwe na washiriki wakanyanyuka kwenye viti kuelekea meza kuu na kumpongeza Mheshimiwa Mwenyekiti Lissu, Bawacha tutaongoza gurudumu la mabadiliko, hii vita sote tunahitajiana. Baba yangu mwamba Mbowe, endelea kupumzika, umefanya mengi, hata Lissu anatambua hilo, hayo alijazia Mligo, ambapo alibua shangwe na nderemo za wanawake hao kumshangilia, mshangilia Mbowe. Lakini pia katibu mkuu wa zamani wa Chadema Dr Willibrod Slaa naye aliibua shangwe baada ya kutambuliwa kama mgeni mwalikwa katika tukio hilo. Baada ya jina lake kutajwa, ukumbi ulilipuka kwa furaha. Dr. Slaa alilazimika kusimama mara mbili, ikiwa ni ishara ya upendo kwa kina mama hao waliokuwa wakimshangilia kwa kupiga makofi. Mtazamaji wangu, hichi ndicho kilichotokea katika sherehe za wanawake wa BAWACHA pale Mlimani City, Dar es Salaam, ambapo kufuatia shangwe na furaha zile lilipotajwa jina la Mbowe, wengi wamewaona wanawake hao kama watu kwenye imani na shukrani kwa mwenyekiti yule mstaafu Freeman Mbowe. Kwa lolote tafadhali tuachie komenti yako hapa chini na sisi tutasoma. Hii ni Mseto Media. Mimi ni limugransa. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare Mseto Media, we connect everywhere.